Lakini Muhamed Nyaulingo kutoka pale e, Iringa, ameweza kuzungumza na wadau wa michezo kutoka hapo kuweza kuelezea kile ambacho wanakifikiria katika michezo yote hii kama timu ambazo zinawakilisha Tanzania kwenye Ligi ya Mabingwa pamoja na Kombe la Shirikisho. Nini ambacho mashabiki wanakizungumza? Hii hapa ni taarifa ya Muhamed Nyaulingo. Ni wiki ya moto kweli kweli. Ni wikendi mujarabu, wikendi iliyojaa mambo kemkem hususani kwa wanamichezo kinachopaswa ni mtazamaji kulipia kisimbuzi chako cha Azam TV ili kuhakikisha, basi hupitwi na uhondo wa timu nne za Tanzania ambazo zinashiriki michuano ya kimataifa. Tukianza na Yanga Sports Club wenyewe wakishiriki klabu bingwa barani Afrika, kadhalika na Simba Sports Club. Lakini kunako Kombe la Shirikisho ni Singida Black Stars dhidi pia ya Azam FC, ambao hao ndio wanawakilisha kunako michuano ya Kombe la Shirikisho barani Afrika. Na hapa ni mkoani Iringa, Viwanjani moja kwa moja inazungumza na mashabiki na wadau wa soka kutaka kufahamu ni kwa namna gani wanazungumzia ushi wa timu nne kwenye hii michuano, lakini timu zao pia wenyewe wanatarajia nini hasa. Tuko hapa na moja ya mashabiki wa Yanga. Eh, bwana, mambo vipi? Mambo yako poa. Unaitwa nani? Naitwa Mathias Felix Sawere. Mchezo wenu wa leo ni yapi hasa matarajio yako? Matarajio yetu mjomba ni kushinda au kupata sare, lakini kikubwa ninachomuomba Mwenyezi Mungu atusaidie, atuusaidie tunapokuwa kwa mbeleni huko mm. na tunachoshukuru Mungu, Azam sasa ametuboresha katika vimbumu za Azam. Kunachukua kile mjomba, mimi nikiwa na watoto basi paka mtoto wangu amekuwa shabiki wa Yanga mjomba, unaona mnaenda na robo finali naiona kabisa kwa Azamu walivyotokea mjomba mm, lazima tuende kabisa. Ah, lazima tuende kwanza, ni raha mm. Kwanza ukiangalia kile antena ya Azamu ile mjomba, ukiangalia ni kama kama kama nani, yani amna mawimbi, amna mm, chochote kile mm. Kwa hiyo nachoshukuru Azamu mjomba, hamna shida yoyote mjomba. Kwa majina ametofaita Muhamedi Mahos ni mwanachama wa Yanga Afrika tawala la manispa Iringa mjini kwa leo mechi ya leo sitaenda kutafuta pointi tatu. Najua wenzetu wenzetu kule wamejeruhiwa na hali hali, na sisi tupata ushindi, maana mpata morale ya kwenda kupata zile pointi tatu zingine, yeah. Leo tunatoboa yani, leo ni lazima tupu, kama alivyosema alikamu alikamu alikwambia hivi, kwenye hao alabu watatu watafutane, akitoboa hali hali, mimi nitakuwa pili, nikitoboa mimi hali hali, atakuwa pili. Ah, kwa kawaida ya mchezo ulivyo mchezo kwanza ni maandalizi. Maana yake tunaposema maandalizi, Yanga kiujumla na mashabiki kiujumla ku support timu lazima timu inaweza kupata matokeo, na tumaini kwa mchezo uliopita tumechukua alama tatu nyumbani, na wale ni Waarabu na kwa utafsiri wa watu wanasema kwamba kwenye grupu ambalo walikuwepo Yanga ni grupu gumu, ila si ndivyo ambavyo ipo. Tumefanya maandalizi mazuri, na tumaini leo jioni tunaenda kupata ushindi wa alama point tatu. Kwa jina naitwa Bosefu, eh, mwana Simba, mwanachama wa Simba, mpenzi wa Simba, naipenda sana klabu ya Simba na timu yangu ya Simba. Mimi nachoweza kuzungumza ni kwamba tumepata matukio mabaya tukiwa nyumbani, lakini hakuna mchezaji na hakuna uongozi mzima wa klabu ya Simba wanajua kwamba tunahitaji kufukia hii gepu ambalo tumeliachia tukiwa nyumbani. Kinachotakiwa swala la msingi, tujipange kule tunakokwenda tunakwenda kurudi na pointi tatu. Ah, hizi timu nne kwenye hii michuano kwa sababu kama nikiangalia Singida na Azam ndo malao ya kwanza wanaingia makundi. Kwa hiyo hata wakishia tu makundi sio mbaya, kwa sababu ni malao ya kwanza ndo wanaanza kupata uzoefu, ila kama kwa Simba na Yanga wale ni wazoefu, kwa hiyo lolote linaweza tukatokea Simba katika mechi yetu ya kwanza na tumepoteza kwa ujumla wa goli moja kwa bila na ninachoamini hii mechi kweli tumeshaipoteza, lakini naamini bado nafasi tunayo, na na uhakika nacho na kikosi changu, na na uhakika na uongozi watu wa timu wa Simba Sports Club, najua haya mambo yatakwenda tu, yatakaa sawa, na mimi na uhakika tu tunapita vizuri sana. Ina naitwa Ali Chipugo, ni shabiki wa Simba Sports, kuelekea mchezo wa Jumapili huo mchezo kwanza haina jinsi, lazima tupate pointi kutokana na mchezo wa kwanza tulicheza tulicheza nyumbani, tumepoteza. Kwa hiyo mchezo yaani, lazima Simba turudi na pointi, ndio lengo la kwanza, lipo hivyo. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi nachokiona kwa mbele, tuwe tu na imani na timu yetu. Kufanya kosa kwenye mchezo mmoja, sasa kwa mbele iwe chanzo cha kuongea sana kuhusu labda uongozi, kuhusu labda, kuhusu wachezaji au kocha? Hapana. Kwenye mchezo kuna kushinda, kuna sali na kuna kupoteza, ila tulipoteza na tukubali, tuangalie mbele. Tunakuelekea mashabiki wamenena ya kwao, lakini macho na masikio uh, ni hapo baadaye kuona je, Yanga atatoboa kupata alama tatu ama alama moja, lakini Jumapili pia kuona je, Simba Sports Club mnyama wa mwituni naye atafanya nini kwenye ardhi ya ugenini, bila kusahau pia timu ambazo zinashiriki Kombe la Shirikisho barani Afrika kwa maana ya Azam FC, lakini vilevile vile, eh, Singida Black Stars kutoka hapa mkoani Iringa. Ni haya tu kwa sasa, nirejeshe matangazo studio kwa ajili ya kuendelea na uchambuzi hapo. Na asante sana, sana Muhamed Nyaulingo kutoka Iringa kwa taarifa hiyo, mashabiki jinsi ambavyo wanazungumzia timu zao kabla ya michezo ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika pamoja na Kombe la Shirikisho. Lakini hali hiyo hiyo imeendelea pia kuzungumzwa na mashabiki wa Dar es Salaam, na Muhamed Abdalla ambaye ni mwandishi wetu ameweza kutuandalia taarifa hii kutoka Dar es Salaam. Mashabiki wanazungumza nini? Wananchi Young Africans watashuka dimbani wakabili kabili GS kabili ya kule nchini Algeria. Ikumbukwe Young Africans wanakwenda kutupa karata yao ya pili baada ya mchezo wa kwanza kumaliza vizuri na kupata ushindi wa goli moja kwa sifuri kule Zanzibar katika uwanja wa New Amani Complex. Leo tukiwa hapa Buguruni, tumepata nafasi ya kuzungumza na baadhi ya mashabiki wa Young Africans na kueleza hisia zao. Mchezo, akesho, mchezo mgumu wa kesho. Kuhusu Yanga, mchezo utakuwa mgumu hasa ukiangalia wale wenyewe wa Arabu walishapoteza tena kwa magoli manne vile, kwa magoli manne ukopo kule Misri, na sisi kuja kuangalia matokeo ya wa Yanga waliyoyapata katika uwanja wao wa nyumbani kwa bwana. Kiukweli kabisa, mechi ya kesho Yanga ilikuwa mechi moja ngumu sana. Timu yetu kesho, tunaamini tutashinda kwa sababu tuna timu nzuri. Kama yule mwalabu aliyekuja hapa, alivyofika Zanzibar, amefariki na huyo pia lazima tafariki ta, ta kwa sababu sisi tuna timu nzuri, naamini katika kundi hili kama yule kamesha kufa na huyu ndio watu wengi watu wengi wanamwangalia wao tu waliobakia lazima watakufa. Tumejiandaa vizuri sisi kama mashabiki, tupo tayari kwa sapoti wachezaji wetu kwenye huo mchezo wa JS Kabylie. Tunaamini kwa uwezo na walivyojiandaa wachezaji na uwezo wa mashabiki sisi kuwapa nguvu, viongozi uwezo wao Tunaamini kesho Yanga Afrika naenda kufanya vizuri, na ndio mchezo ambao kesho unaenda kutuhakikishia sisi nafasi ya kuwa timu ya kwanza kufuzu hatua inayofuata kwenye michuano hii. Mechi ya kesho tunashinda Yanga, na ndio maana Arabu akatuweka kitu kimoja kule, wakatuambiaje leti tusinge na nini na mifuko. Kwa nini tusinge na mifuko? Wanatuogopa wale wababe, wenyewe tuchuka bingwa miaka yote tumapiga moja bila natakule lama watuogope na mchezo huo utakurukia mubashara kupitia chaneli zetu za Azam Sports 1. Lipia mapema uepuke usumbufu wa kimtandao. Ni mimi, uh, mwanahabari wako Mohamed Abdallah kutoka hapa Buguruni, Dar es Salaam. Nam, asante sana Muhamed Abdala kutoka Buguruni Dar es Salaam na hisia za mashabiki wa timu zote kuelekea katika michezo Ligi ya Mabingwa barani Afrika pamoja na Kombe la Shirikisho barani Afrika. Tunatoka hapa Dar es Salaam na tunaelekea kusini mwa Tanzania, kule Lindi, ambapo Omar Mikoma naye ameweza kuandaa ripoti juu ya kile ambacho mashabiki wanakizungumza kuelekea katika michezo hii ya Kombe la Shirikisho pamoja na Ligi ya Mabingwa barani Afrika. Hapa ni sokoni, si ni eneo ambalo zinapatikana bajaji ama stendi ya bajaji zinazokwenda mitwero kutoka hapa Lindi mjini. Niko hapa kuzungumza na mashabiki wa soka tukiangazia hasa eh, ushiriki wa timu nne katika mashindano ya kimataifa. Kwa Yanga kufika kule au Simba ni kitu kizuri. Simba amepoteza hapa nyumbani lakini kwa imani yangu, kama atakuwa wamejipanga vizuri, wamekaa na viongozi, wameangalia kama kocha ameangalia changamoto iko wapi, ni matumaini makubwa kwamba wanaweza kwenda kufanya vizuri ugenini, kwa sababu mpira mpira ni sehemu yote, unaweza ukacheza, ni kujiamini tu. Masuala ya ugenini, masuala ya nyumbani, hayo mambo sasa hivi hakuna. Unaweza ukafanya ovyo nyumbani lakini nyumbani, lakini ukaenda ugenini ukafanya vizuri. Tukija kwa Yanga. Yanga ni timu yangu na imani leo tunashinda iniyo uhakika. Nasema uhakika, kwa sababu gani? Kwa sababu imekuwa kama mambo yamegeukageuka au yamebadilika hivi. Waliozania kwamba Yanga yuko katika kundi gumu, kumbe imekuwa kinyume. Sasa nataka niwaambie wananchi wa Kitanzania na mashabiki wa Yanga, pia sisi hatuna kundi gumu. Jambo la kwanza naitakia heri timu yangu ambayo imepoteza nyumbani, lakini bado bado ana, wana advantage kubwa kwenda kufanya make, muda upo kupoteza nyumbani soko sababu ndio kumeshindikana nguvu, advantage kwamba wao watashinda matokeo, hapana. Na imani, na imani na timu yangu Simba Sports Club, na imani watenda kufanikisha kile kitu ambacho kipo, na niwape tu pongezi upande wa pili, ndugu zetu Yanga. Sawa, wameshiriki juzi, sawa, wametoka na ubingwa, sawa, lakini sasa bado safari, bado ni mpya, bado inaendelea. Of course natarajia kwamba Simba kesho watenda kufanya kile kitu ambacho kipo kwenye klabu yetu hasa kitu kikubwa ambacho kinahitajiwa ni matokeo ambayo yako saa hii sawa, kwa sababu watu wanawekeza sawa. Ina maana kwamba sisi washabiki tunapolalamika, bwana mpanzo ukafanya hivi, au bwana huyu kafanya hivi au si, ina maana kwamba yale malalamiko inawafanya kwamba wale wapunguze nini, wapunguze kile kiwango, jinsi ya uchezaji sawa. Lakini sisi hapo washabiki tunaipenda sana timu yetu ya Simba, ina maana Simba inapotaka kufanya vibaya, ina maana mpaka sisi mashabiki wa wanatujengia nini, wanatujengia hofu tumetoka msimu uliyopita tumepoteza kule Zanzibar, lakini poa ine, tunajiunga na msimu ujao. Lakini sasa tunatarajia sisi mashabiki, tunataka matokeo na liwe kombe, waizo wachukue wananchi au waizo tuchukue sisi Simba, ili tuwakilishe nini mchi ya amu ya, mchi ya, amu ya sita ya mama Samia Suluhu Hassan, ila naitakia kila laheri Simba Sports Club, naitakia Singida pia Azam FC pamoja na Yanga wa, wa, wakafanikiwa wanayoyaendea na wakatekeleza kwa, kwa umakini wanayoyakusudia aleo Bifula, mimi na Simba tutakutana kwa Mkapa kwenye Premier League, ila huko wanakoenda, na watakia kila la heri, wakafanye vizuri s bado wanayo. Sasa kwa ujumla eh, unazungumziaje ukiangalia hasa katika michezo ya kwanza ambayo kila timu imeweza kucheza na kupata matokeo ambayo wameyapata, unazionaje hizo timu zetu hasa katika kushiriki haya mashindano ya kimataifa? Um, kwa upande wangu naweza nikasema nafasi ya ushindi wanayo Sijajua wapi wanakwama kama wachezaji, maana mimi sio mchezaji, mimi ni shabiki. Sijajua wapi wanakwama kwa sababu wanatengeneza nafasi nyingi, lakini wanashindwa kuzitumia. Yani wakafanya wa, wa, wa, wa, wa, wa kila ambacho wanakikusudia, wakapata ushindi, kushinda nyumbani kwake, akatulize akili wachezaji wajipange. Yanga naye pia kushinda kwa nyumbani, as, as, asione kama amemaliza, bado an, ana kazi mzito ya kuifanya. Leo yuko ugenini, yuko, yuko Aljeria, anakwenda kukutana na JS Kabylie kwa akatuliza akili, na yeye apate ushindi au atoe tasare, itakuwa imemsaidia.